Msafa, Msafa, njoo tafadhali, na maongezi na wewe. Nimekuja kwa ajili yako. Nimekuambiaje swala la kuja na binadamu, lakini bado unakuja na binadamu hapa. Naomba unisamehe, ndio maana nimekuja ili tuongee. hivi uone wakijua kama unakaribu na mimi watakuja kukudhuru. Nachukia sana binadamu. Yule alikuwa rafiki yangu, ni yeye ndio alinipitia nyumbani, lakini mimi sikumfuata kwao nisingeweza kumkatalia Nasra. Ni mara ngapi nimekuambia usije na binadamu hapa? Unanikosea. Unataka kuona makucha yangu, si ndio, eh? Lakini Msafa, mimi naogopa kukupoteza, na ndio maana nimekuja ili tuongee tuyamalize. Sasa kama unahitaji kunipoteza ni kwa nini unakuja na binadamu na ushajua kabisa fika mimi nawachukia binadamu? Nataka nikusamehe, sio? Nakupa onyo la mwisho, ukija na binadamu tena haya maji yataondoka na roho yako Msafa. Msafa! Bado nataka kuongea na wewe lakini, Angu, Msafa ni hatari sana kwangu, lakini bado sihisi hatari kwako Msafa sana mama. Asante mwanangu. Mama, lakini hali yako ya mwanzo na sasa hivi unaionaje? Namshukuru Mungu sijambo. Sawa mama. Mama, mimi sio mkaaji sana. Nasla yuko asmkanda mtoni uchota maji Kuhusu maji nikutoe hofu, nitakuwa nakupa maji kila siku, hata kama siku sipo, nitakuwa nakuwekea hapo, nitakuwa nakuja kuchukua. Kwa hiyo usiende tena mtoni. Kaenda mtoni ndio? <laughs> kwani kuna shida? <laughs> Mama mimi niko sawa, nasila kirudi Umwambia aje nyumbani kuna mzigo wako akuchukulie. Sawa, sante, nashukuru. Na pia nashukuru kwa msaada wako, maana ameniambia mama. Hata usijali mimi sio mkaaji sana mamangu, nikipata wakati mwingine nitakuja nikusalimie. Sawa mwanangu, karibu tena. Asante. Baba, kuhusu ile mipango ya ndoa ya binti yangu, mimi tayari nimeshaikamilisha isipokuwa namsubiri kungwi tu. Kungwi anaweza kaja leo ama kesho, kwa ajili ya kumfunda binti yangu, kwa sababu baba, si unajua vijana wa siku hizi Naweza nikakupa binti yangu nilivyotegemea atakavyoenda kufanyia sivyo atakavyoenda kufanyia. Na ndio maana ninakupa binti yangu ikiwa amefundwa, akiwa na misingi mizuri ya Mungu, ya dini na pia kukupenda wewe mwenyewe. Si umenielewa babangu? Nakupa kwa sababu yani kwanza nashukuru baba, wewe ni kijana mtaratibu, mnyenyekevu, mwenye upendo. Najua nikikupa mwanangu sijakosea baba. Mama mimi nakushukuru sana. Na pia hata familia yetu pia kukubali mimi. Najua sina kitu asku baba, kwa hilo nashukuru, kwa sababu nilikuwa na mtoto huyu mmoja lakini utakapomwoa mwanangu, najua nitakuwa na watoto hawa wawili. Mimi Mungu amenibariki mtoto mmoja tu ambaye ni chichi, lakini kwa hii ndoa Mwenyezi Mungu itakuwa amenijalia nimepata baba, yaani nimepata baba ambaye wewe ni baba alafu ni mwanangu nitashukuru baba. Sasa baba, ni hivi, kama kuna mipango yako ambayo hujaikamilisha wewe baba, na wewe jipange pange vizuri, ili uikamilishe, kwa sababu mimi nasubiri kungw akishamaliza mambo yake uje umchukue mkeo. Baba sawa mama, kweli kabisa, mambo ambayo asante mwanangu, tashukuru baba, tuko pamoja mwanangu. Haya baba, karibu katika familia mwanangu. Asante sana. Haya baba, basi kila laheri. Sauda, Sauda, mbona leo upo kimya sana? Maisha tu dada, kila siku ni yaleyale yale. Maji kuni, ukichelewa kidogo tu watu wanaanza maneno. Maisha maisha ndio haya haya, maana kadi unavyozidi kulala, ukiamka ni lazima usikie njaa na njaa lazima itakuamsha, na sidhani kama kazi ndio zinakusababisha wewe unakuwa na mawazo kiasi hicho. Mimi nahisi Sauda, mdogo wangu, kuna kitu kinakusumbua. Mficha maradhi kifo kumumbua. Hivi dada, ulishawahi kujuta kuolewa mapema? Hmm, kujuta Hapana, nilijifunza kwa haraka sana ndoa, na ndio maana unaniona mpaka sasa nadumu kwenye ndoa yangu. Wasichana wengi wanatamani kuolewa kwa haraka, na wengine wanaogopa kubaki nyuma. Wengi wao hukimbia shida za majumbani mwao na kazi zilizokuwepo nyumbani mwao, na ndio maana wanakimbilia kuolewa na kujua ndio suluhisho la maisha yao. Natamani ingekuwa hivyo, kila mtu anisikilize pasipo kuni hukumu Matembele ndugu yangu, leo nina furaha na <laughs> <laughs> Na sijakuzoea kuwa hivyo, eh? Na hujawahi kuniona nikiwa na furaha kama hivi ya leo kabisa, bwana chichi ha. chichi waa kaja kunifurahisha ule mtoto He. sasa hivi anakuja huku, anaelekeaje? anaanza anaanza kunielewa, anaingia huku kwenye barabara, ananyoka ule mtoto ule jamaa kule cool. Mm. kapinduliwa meza <coughs> sasa <coughs> kapinduliwa meza yule jamaa kaja kwangu mtoto. Yaani mtoto kashaingia sasa hivi. Yaani hapa ninavyokuambia, dakika hii chiti ni wa kwangu mimi. Kashanyoka. Nimekuja kufuata hapa. Sasa wewe kumaliza mchezo umesubiri nini? Sasa matembele, lakini bado akijaribika kitu ndugu yangu hapo, sijui unaona au naonaje? Bado akijaribika kwa sababu mtoto tayari kashakuja kwangu. Angekuwepo kule basi sana ningesema mchezo shaisha. Kado utabadilika lini mzee? Eh. Eh? Lefa kashaita mpira kati. Unadai faulu umechezewa faulu. Chukua mpira peleka kati mzee. Usiwe kama boga kusogezwa mpaka usogezwe. Sawa? Eh. Mambo mengi unajiongeza wewe mwenyewe ushapigiwa pasi. Chukua mtoto kusamaliza kasongo. Ah, mbona hivyo utaniangusha mpaka lini? Ah! Kwa mjanja bwana. Mimi kila siku niongea tuvyokolago mtwe, ndugu yangu, kaka. Hey, yaani nakwambiaje kitu kimoja, kichwa akizidi nywele. Wutukalino kaona kichwa kinazidi nywele, nywele ziko juu, kinafuata kichwa cha chini. Mambo atajiseti vizuri tu hayo, ila sema sawa, mi nitakupa idea hii, tumalize mchezo, sawa? Hizo sawa. <laughs> Wewe una balaa kweli, hii imeisha hii. Tume. Mwali wangu mwanamke, hakikisha mambo yako na mumeo anaishia ndani kwenu. Kuna wanawake siku hizi utasikia eti anashoga ambaye lake ni lako. Kwa karne hii mama, kuna marafiki kufichiana siri? Nikwambie tu mwali wangu, wanawake hawapendani hata kidogo utakuta mwanamke anamwambia rafiki yake, mume wangu anitunzi, mara ana wanawake wengi, mara mume wangu kimoja chali. Mwali wangu usiwe hivyo, ukifanya hivyo utakuwa umemvua nguo mumeo. Upo hivi eh? Unavyofikiria huyo rafiki yako, ukimwambia hayo maneno, utamheshimu tena mumeo? Nani kakuambia shoga yako atakuwa anaumia kwa magumu utakayoyapitia kwenye ndoa yako eti Usikute ndio atafurahia wewe kupitia hayo magumu. Usimpe faida mtu wa nje. Sawa mwali wangu, ndoa mmefunga wewe na mumeo, basi kama kuna tatizo malizeni nyinyi wenyewe. Ikishindikana kuna wazazi, kuna washenga, washirikishe. Sasa kuna wale wanawake wanaosema mwanaume hata umfanyie nini halidhiki, ni kwambie tu mwali wangu, hiyo ni misungo. Mwanamke aliyetimia hawezi kujitangaza kwamba anashindwa kumridhisha mumewe Sio kama mwanaume aliviki, ila ni wao wenyewe wanashindwa kumridhisha mwanaume. Sasa wanatangaza ili weje wasaidiwe. Mwali wangu, kabla hujasema huo msemo na wewe, hebu jichunguze kwanza. Je, unajua kuiosha? Jiangalie una joto. Je, unampikia mumeo chakula kizuri au unachemsha tu? Alafu nategemea mtoto watu alizishwe na hilo. Hey, hey, hey, hey, hey. Badala soda baridi ama juisi ya chungwa, shamba umekuzidi, andaziwa nywi ya togwa. Eh eh, ebu jiangalie mwali wangu. Je, unazingatia usafi wa mwili wako? Zingatia pia usafi wa nyumba yako, maana kuna wale mwa fulani <laughs> kufua mwezi hadi mwezi, nyumba inanuka pwii, vyombo kila mahali. Lo, mwali wangu, Usiwo wa hivyo, kuwa na kauli nzuri kwa mumeo, alafu uwe ni mtundo kitandani, maana raha ya mechi ni mbwembwe, upo sio kulala tu kama gogo. Nafikiri unasubiria hukumu <coughs> yatakushinda, mwali wangu, mpe mahaba mumeo, mpe yote yale unayoyajua, na ya uzongoni na ya nyumbani pia. Alafu swala la kulizika mwachie yeye amue, lakini cheza pati yako vizuri. Tumia kete zako ipasavyo, jua thamani yako. Kumbuka wewe ndio mke wake, kwani jaona kina Mwajuma huko, ila kanasa kwako. Mpe mahaba, mpe mahaba atulie, kwenye ndoa asiadaike na walimwengu wakaja mtia doa. Mpe mahaba motomoto, ili hata akienda kwa mchepuko nafsi msute. Haya, mwali wangu

hali yangu imezidi kwamba <coughs> kila navyo angalia naona mimi hata kesho sitaiona mwanangu, uh. Mama, useme hivo <coughs> utakuwa sawa. Mfano hali yangu unaisikia ya mimi, <coughs> mwanangu, hichi nachotaka kukuambia ni neno tu kutoka kwangu mi mamako. Hata kama siku sipo mwanangu, maneno hayo umeweka akilini. Dunia sasa hivi imeharibika mwanangu, nachokuomba ujiheshimu. najua kweli unanipenda, ila ni yani, maneno tu nakupa kuna leo na kesho, mama yako nsaka toka duniani, uishi na watu vizuri mwanangu. Namba uniache kidogo, nipumzike mwanangu. Hey, <laughs> mwili umechoka. <laughs> Moyo bado unapigana, mama, umechoka na ona, pumzi nzito. Usiku ni mrefu, uzingizi hauji, maumivu yamekali ya mifupa yako magonjwa yamekaa kama mgeni asiondoka. Niliona machozi yako kimya kimya, ulinificha ili nisiumie, lakini leo moyo wangu umevunjika nikikuona ukiumia bila msaada ya kukata moyo. Mama, usiende mbali tafadhali. <laughs>

Imekimbia, nguvu zako zimeisha, mikono iliyolea sasa inatetemeka.